Halo, matajiri wa pai. Leo dashboard zetu zimesoma kuelekea ule mkutano ambao atahudumu Dr. Nicholas. Lakini nipende tu kuasa wale wote mapionea, wakati tunaendelea kusubiri itakachojiri hiyo tarehe kumi na nne mwezi wa tano zimebaki siku tu chache kufikia hiyo siku e. Kwa ambao tunaweza tukawa na uwezo wa kununua hata pai moja, nawaomba sana ndugu zangu, hebu endelea kukusanya pai, nunua hata moja mbili, kwa sababu kwa wale ambao tumezaliwa ile miaka ambao tulikuwa tunaona Bitcoin wakati inaanza tulipuuza kama pai ambavyo watu wanaipuzi, lakini tunajuta kwamba ningekuwa ningenunua kama vile ambavyo ilikuwepo hiyo miaka, basi leo nisingekuwa kama nilivyo. Kwa hiyo niombe, kwa sababu tunaelekea kwenye mambo mazuri ambayo GCV muda wowote inaweza ikafunguliwa na kwa watu ambao ni mapionea, wale ambao bado hawajakamilisha KYC waendelee kukamilisha KYC zao, ili kufanya huduma itakapokuwa iko rasmi kwenye ecosystem, waanze kufanya hiyo shughuli ya kununua na kuuza bidhaa. Kwa hiyo niwaombe sana sana, tusichezee fursa ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia kizazi hiki ambacho tupo, tunaelewa matumizi ya teknolojia pamoja na vile ambavyo sisi hatuna ile hali ya kuwa tunajua zaidi. Tutumie hicho hicho ambacho tunaendelea kutumia, kwa sababu pai inamainiwa kupitia simu ko ni waombe ku tuendelee kumaini, tuendelee kukamilisha taratibu zote za KYC. E, tufanye shughuli zote ambazo pai zinatakiwa tuzifuate ili tuwe tayari kwa ajili ya kupata hiyo GCV.